mlemavu baraka zako zipo kwa yakini, baraka zako zipo kwa nani? Zamlemavu wasaidie, hata kutoa pesa kupeleka kwenye mambo ambayo eleweke. Ma sawa, hata Mungu anasema sisi tunampenda kama Mungu mwenyewe anatupenda, tuwasaidia wasiojiweza, na Mungu atakubariki. Mwisho kabisa, nimalizie